Ni akunidhalilisha mimi, si ndio? Eh? Unajua kabisa amekuja mama mkwe hapa na mpenzi wangu ambaye mimi nampenda afuta kunidhalilisha. Kwa nini? Nakuuliza kwa nini? Kwa nini unataka kunidhalilisha wewe mwanamke, eh? Niongea mara ngapi mimi na wewe? Jordan. Wewe ndo unanidhalilisha mimi. Kwa nini unanifanyia hivi wewe? Eh? Kila siku umekuwa ni mtu wa kuniumiza kwenye maisha yangu na kunitesa. Nimekukosea nini, Jordan? Mbona mimi najitoa sana kwako? Kwa nini unaniumiza kila siku, Jordan? Nimekukosea nini? Umekuja kwenye maisha yangu ili unitese kipi ambacho unakosa kwangu wewe? Eh. Kila kitu nakufanyia John, lakini bado unaniona mimi sio chochote, bado unaniona mimi sio lolote kwenye maisha yako. Kwa nini umeruhusu nikupende kuliko mume wangu John? Kwa nini, nini unaniumiza kila siku? kwa hiyo unafikiria sana hisia zako kuliko hisia zangu mimi, si ndio? Eh? Unafikiria sana hisia zako kuliko hisia zangu mimi nakuuliza Hujui ni jisikia na mwafuna nampenda ule mwanamke. Hujui ni jisikia na mwanamke amekaa ndani ya moyo wangu, lakini bado endelee kunua. Nisikilize. Nuhu, nisikiza kwa makini sana, Dorine. Niko tayari kufanya chochote kile. Lakini sio kuachana Keina. Mpenda sana Keina. Na mpenda kwa... Wewe kwa mkuto chochote kile. Una chochote kile kwenye maisha yangu, niko radhi nikupoteza. Kweli sina amani. Kwani unafikiri sijui? Najua mambo yako, sina amani, najua sina amani, najua kama unipendi, sio mpaka uniambie, mi mwenyewe naelewa. Ndio maana mimi nimekuwa najitoka kwa na kila siku, lakini hauoni, hauoni chochote Haunisamini, haunijali, haunipendi. Mimi n kung'ang'ania najua, Jordan, soma kunikumbushe naelewa, kunikumbusha kwako ili uendelee kuniumiza. Nisikiliza. Namna nisikiliza kwa makini Doreen, sitaweza kuongea tena maneno haya kwako. Umenisikia vizuri? Upendo una nguvu sana kuliko vitu ambavyo unavitoa wewe <laughs> <laughs> Nampenda Kena. Si sijawahi kukupenda, kukupenda sana, na wala haitotokea kukupenda. Naongea vizuri sana, Jordan. Umesema upendo una nguvu sana. Ni kweli, upendo una nguvu jinsi unavyompenda Keina, ndo jinsi mimi ninavyokupenda wewe. Jinsi ulivyokuwa haupo radhi kuachana na Keina, na mimi vile vile. Labda na mimi niongee neno la mwisho. sipo tayari kuachana na wewe mpaka pumzi yangu ya mwisho. Oh God, God, God, God, God. Nisikilize mwanamke. Imeshaisha. Imeshaisha naitwa kuja kujirudia tena. Naomba uondoke. Ondoka. Over. Gani? Na hayo unayosema wewe una uhakika gani nayo? Hivyo mtoto, mbona unakielele kibaya sana wewe eh? Yaani we mtoto, wewe mtoto nakuchukia wewe, nakuchukia kuliko hata shetani. Unavyodakia dakia maneno kuwaeleza hao watoto wa watu ili tu wajue wa, kama ni ukweli si ndio? Alafu, wakishajua ni ukweli, mimi unaniweka kwenye fungu gani? Unanitafutia nini mimi we? Nikipata mimi matatizo wewe unafaidika nini? Wee fisadi wewe, fisadi hasidi, warohoza watu, muone fedhuli mkubwa! Jamani, naombeni baba, naombeni sana, huyu mtoto namjua mimi mwenyewe, na mimi ndo ndo mzaa. Hivyo basi, haya anayozungumza msije mkatia akilini, mkaingia kwenye sistimu, mkajua kama yeye anayoyazungumza ni ya kweli. Huyu ni muongo, tena ni muongo, ni yani muongo kuliko waongo wote duniani. Huyu achaneni naye na msimpatilize maneno yake. Naomba ukae chini na mkeo tena, kwa makini, zungumza naye, muulize akwambie huyo mwanae yeye amempeleka wapi, kwa sababu swala mimi la mtoto mnaozungumzia siwezi, siwaelewi, afu bado mnanichanganya, yani mnanichanganya kabisa akili. Yani mtu nyumbani kwake kazaa mtoto wake huko Alafu mnakuja kuniuliza mimi, hivi kweli kiakili naingia kweli eh? Mtu mwenyewe kwanza ameondoka hapa kwangu, kuanzia alivyoondoka, mimi mawasiliano naye sina, na kuondoka kwenye haja, aondoka kwa wema useme kwamba labda hata tutaendelea kusalimiana. Kaondoka hapa kwa wizi mwizi kaniibia vitu vyangu vya thamani na hela zangu, Mwanzani. We, kuna kitu gani cha thamani humu ndani nilivyoondoka nimekuibia? Mbona unataka kunipakazia vitu ambavyo mimi sina? Naomba mtoto wangu Mwanzani, mambo yameshakufika hapa unashinda jinsi ya kupumua. Nataka mtoto wangu Mwanzani, si unanielewa? Utajua ulikompeleka mwanao. Tena ukome na ukome, fisadi asidi wa Roza watu wewe, unataka mtoto wako? Mtoto wako mimi ndo nilikuzalia. Hivi kiakili naingia wewe uzae mtoto wako unidai mimi? Basi, basi. Hivi mama nikuulize swali. Unajisikiaje kukataa ukweli ihali nafsi yako inakusuta? Sikia nikwambie. Sisi ni watu wazima tena wenye akili timamu. Tunajitambua na tunaelewa kila kitu tunachokifanya. Tuko hapa kwa ajili ya mtoto wetu, na si vinginevyo na tunamhitaji mtoto kwa njia yoyote ile iwe ya halali au ya mapanga. Sikia nikuambie, ukishindwa kutupatia mtoto kwa njia ya amani, basi tutampata kwa njia ya sheria au kwa njia ya magomvi na vita. Na usidhani kwamba tutashindwa. Huu mchezo ni mdogo sana kwetu, hasa kwa wazazi wenye dhamira ya kuokoa kizazi chao. Uchungu wa mtoto anaojua mzazi. Najua ni hali gani ambayo mke wangu anaipitia saa hizi, ila nataka nikueleze tu, mimi ndiye yule mkania maji aliyefanikiwa kuyanywa. Mama wape mtoto wao waondoke. Awa sio machizi yani, waache nyumba zote mpaka waje hapa. Huh? Ivi, wakuvurugwa ni mimi ama ni wewe? natakiwa nivurugwe mimi hali ya kuwa nimetukanika mbele ya mwanamke mwenzio, kwa nini lakini eh? laiti ningejua mimi leo nisingetoa miguu yangu hapa na kwenda huko. Ningebaki hapa hapa. Yule ni mwanaume gani? hana kazi hata kidogo ya kuwa na wewe, hata kuharibia future zako mwanangu He? Hebu tuliza kichwa chako nisikilize. Mimi nachotaka kufanya sasa hivi, mimi ndio mama yako kwanzia muda huu unaongea hapa, mimi mama yako. nataka urudi chuo mani. Mama siwezi kurudi chuo yani, kwa sasa akili yangu haiko sawa kabisa, siwezi kushika chochote, namwaza Jordan peke yake, siwezi kuishi bila Jordan. nampenda sana Jordan. Kelele wewe, ina maana? Mimi mama yako na Jordan ni nani muhimu? Eh? Hivi akili una mtoto eh? Sasa usitaki amambo afike pakubwa. Kwa muda mrefu nimekaa na hii siri na usitaki mshirikishe baba yako sawa eh? Mimi ndio mama yako, mimi ndio baba yako utarudi chuo mm. Kuna kitu gani kinachoendelea hapa? Wewe, wewe kitu gani wewe? Doli, si utoe mtoto wa watu jamani? Mbona unampa pesa dada wa watu? Angalia sio zilivyoshuka, eh? Na wewe Doli, kwa nini? Angalia mtoto wa watu, si umpe mwenyewe mtoto wake aondoke. Mtoto gani kendi huyo? Wewe uliokuwa naye ni huyo, junior huyo. Wewe uliokuwa naye mpe mwenzako aondoke, yaani e. Mshajiona nyinyi wagumba, wewe tena mamako mshamza mtoto wa watu, mmeenda kumpa sijui nani muone kwanza na maneno yake umbea tu ndo ulo kusumbua wee. mtoto gani ulo kazana, mtoto gani hivi, wao wawe na mtoto wao waje kuuliza huku, mtoto anapotea kama hela. Mnajielewa kweli? Nyewe mna akili timamu au upumbavu ndo ulo atawala kichwani? Acheni upumbavu nyewe. Ala, alafu na nyinyi msione nimenyamaza mkafikiri labda mkanona mpumbavu, mnataka kunitawala hapa kwenye mji wangu. Nasema hivi hivi, kuanzia sasa hivi naomba mweni mbalige zenu muondoke hapa kwangu, sitaki upumbavu kwenye mji wangu, la sivyo nitapiga simu polisi sasa hivi wafike hapa, alafu mseme huu pumbavu mnakuja kuniletea hapa nyumbani kwangu? Yaani mnatoka tu uko kama mashetani mnakuja kuniletea ibilisi hapa ndani kwangu mimi. Mtoto mtoto mtoto gani mnayomzungumzia, nyew wapumbavu wakubwa msiojielewa mwanzani. <laughs> <laughs> naomba mtoto wangu niulumie, naumia <laughs> wakoma wewe. Huna hadhi ya kuwa na mtoto. Mama mwenye kujua thamani ya mwanae, baba mwenye kujua thamani ya mtoto. Hivi mtoto mnamfanya ni hela au ni kokoto za kuzolewa barabarani? Mtoto mnakuja kuuliza tu mmetoka uko kama chafya. Komeni nyie, nasema hivi, tokeni nyumbani kwangu! Toka sasa, sitaki kuona mtu yoyote hapa kwangu. Ondokeni pumbavu zenu! Basi, mke wangu usilie. Ni kosa kubwa sana kutoa machozi vitani, ihali unaipigania haki yako. Nisikilizeni niwaambie ninyi, sisi tunaondoka lakini tambueni ya kwamba huwezi kukikimbia kivuli chako, hadi ya kuwa nuru inakufuata kila unapokanyaga. Haki itapatikana tu. Tokeni hapa. Haki? Haki gani mnautafuta nyinyi? Simkatafute haki elimu huko, wenda wazimu ni hetafata mkondowanfuichi kinakichitafata mkondo wake. Unawchaktetea ndugu zake, unatetea watu. Nimesikia kila kitu, hakuna haja ya kunificha tena. Yani mkiwangu, kila siku nilikuwa nakwambia wewe ndio unampoteza huyu mtoto ukawa unanificha, leo mmeamua kutoka kimya kimya mpaka kwenda kwa huyo mwanamume wake eh? Sasa kwenda huko sijui nini, mmerudi hapa mnaanza kushauriana. Sikiza niwambie kena, kuna vitu viwili tu kwangu vya kunisikiliza. Cha kwanza, kama unampenda huyu mwanamume wako, beba kila kilichokuwa chako hapa ndani na uwende kwa huyo mwanaume wako bakeina. maneno gani haya? Kelele! wewe ndio chanzo cha matatizo yote haya, cha mwanangu kuharibika na kwenda ovyo kama mwenda azemu. Ni wewe. Kila siku nilikuwa nakwambia, lakini ulikuwa unaona tu unapotezea, na kuwa karibu na mwanao mwenyewe, ukawa unaona unampenda, kumbe unampoteza. Mimi kama nilivyosema, Keina, kwenda kwa huyo mwanaume na ukaishi naye. Na ukienda huko, utambue kabisa mimi sio baba yako tena, na sikuhitaji tena katika maisha yangu. Na kingine nisikilize, kama unahitaji kuendelea na mimi kuwa kwenye familia yangu kama baba yako, naomba rudi chuo. Ni hivyo tu. Baba, kwa nini umefikia steji ya kunitamkia maneno makali kiasi hicho? mtoto wako, baba ijaishi, mimi nimekosea vipi au nimekosea wapi? bado nitabaki kwa mtoto wako. Sasa leo unanifukuza mi, nitaenda wapi? Mm. Baba, mi sina tegemezi lingine zaidi yenu nyie wazazi wangu. Baba, mimi niko tayari kuungana na wewe. Niko tayari kurudi chuo na kuendelea na masomo, na nakuahidi kuwa mtoto mwema, kuwa pamoja na mama. Najua nimewasumbua sana wazazi wangu. Baba, nakuomba unisamehe. Kwa hiyo namaanisha utarudi chuo, sindio? <laughs> Sawa, nimekuelewa, ila nahitaji ufanye hivyo navyohitaji mimi. Sawa. Ah, kena we ujui tu mimi nakupenda sana ay Ah, labda nikwambie kitu Kena, mimi sio kama sikupendi mwanangu, mimi nakupenda sana sana sana, ila sipendi huo mwenendo wako na uenda na ndio maana kila siku nilikuwa pigiana kelele na wewe pia na mamako, ili akuelimishe uweze kurudi kuwa mtoto mwema, lakini sijui kitu gani kichukua kinakusumbua. Ah, labda nikwambie tu kama utafokasi vizuri kwenye elimu yako na ukafanya vizuri, nina hakika hivyo vingine vitakuja tu. Muda bado na muda ukifika, hakuna mtu atakupigia kengele, wenyewe muda utaongea. Kwa hiyo nachokuomba, nenda kasome, kazana kwenye masomo yako, fanya vizuri. Kwa hiyo nakuomba nenda kafanya vizuri, naamini naamini Mungu atakujalia tu, utafanya vyema, sawa na Nasoni, kama sikupende, hapana. Nakupenda sana mwanangu, na nitazidi kukupenda wewe. Ndio familia yangu bwana, na sisi tunaenda uzeeni, tunatamani siku kuja kutusaidia sisi. Leo tunakusaidia wewe, tuna nguvu hapa, unafanya unavyohitaji, lakini baadaye tutachoka. Wewe ndio msada wetu mpaka sasa hivi, bibi, hatujapata taarifa yoyote kuhusu Wakinakai, na kufikia jioni wasipoonekana, lazima watangazwe tu kwamba wameshafariki. Lakini maumivu ya usaliti hupenya katika damu ya mwanadamu hupitiliza mpaka katika moyo. Jamaa we so bore, yaani wewe mwanamke kakoroga. Usuhuba na ukuruba ni jambo jema sana kwa wongwana. Hivyo basi usuhuba wetu utabaki halinda ya halinda Mungu Baba, watu wanaoja kukopa tukurudisha hawezi. Kwani wanaoja kukopa tukurudisha hawezi? Kwani? Mimi nakuambia jua la kesho ulioni. Sio hali, mambo sio shwari, upepo na tufani vinani sukuma. Mi Atariski, inayo ipata mi haitoshelezi kuilisha famili. Ingilia kati, e Mungu, e Baba, e